Hii ni chai ya mlima. Nyinyi nyote mnajua Essy wa Willy, sawa. Kuna kitu mbaya imemhapenia na hii ni chai ambayo tunasaviwa saa hii saa hii, na ule wali shukura ya Nairobi. So watu wangu nataka msikilize kwa umakini na kama ni first time yako, make sure umeweza kusubscribe. Essy wa Willy ameweza kuwa admitted pale hospitali na the reason Ako pale admitted kwa hosi ni because kuna issue ilifanyikia familia yake. Hili sio jambo la kawaida. Wenye hawajui Essy wa Willy ni ule mokolino best ya trees za mamake Moraya. Ule best walikuwa tu wanatuchezea huku wakichangisha tu pesa online. Mnakumbuka? Sasa hii mwaka ni maadui wote wa Karangodi wanaripa. Kuna kitu mbaya imefanyikia Essy wa Willy na imefanyikia mtoto wake. Katoto kake kasichana kamekuwa raped in a toilet by a pastor mwenye huanga wanahudumu na Essy wa Willy kwa kanisa moja. So, hii ni a bit traumatizing story na nimefanya my own research, nimepiga simu kuconfirm. Hata Essy wa Willy amesha confirm ye mwenyewe this happened na hii imeweza kumweka stress nyingi sana. Sa hii Essy anawekwa maji kwa hospitali because haamini jambo kaa hili linaweza fanyikia mtoto wake. Leo asubuhi, for those who have been so attentive in following me, nilikuwa naongea jambo la mapasta, nikawaambia venye mapasta huku nje ni washerati. Sasa huyu ni pasta ambaye amerip mtoto wa Essy wa Willy na ako katoto i think kako 10 years, which is quite a traumatizing story. Yani unasikia stori hivi hadi unajiuliza guy, kwani tuko dunia gani? Tuko dunia gani? watu wangu, kai kamambo ina happen. so according to Shukura ya Nairobi, ameendelea kutupatia information na katuambia. Huyu pasta ashawekwa ndani, ashafungiwa kwa police station. Kesi bado inaendelea, lakini si bado ako admitted pale hospitali. Kuna muibaji ako hospitali saa hii, saa hii anawekwa maji after ametrust pastor fulani. Huyu pasta akarepu kasichana kake kwa choo. Huyo pasta saa hii ako ndani, na yeye mwenye mtoto anawekwa maji saa hii pia. Kesho nasikia atawekwa maji ingine. Nyinyi yote mnajua venye shukura huanga anaongea. Sometimes huanga anapatiana information in a very comic way. Ye huanga hapatiani ye, kuna venye tu huanga anaipatia kaa shukura tu because anakuwa na ushukura mingi hiyo tunaweza kubaliana my people. Nikienda hapo chini kwa post yake 3 hours ago pia alikuwa ameandika breaking news, Essy wa Willy sema uko hospitali kwa nini? then what happened to your daughter then ni Pastor Mugani ako ndani ya cell. Full news in a few minutes. Sa, a few, few minutes niyo tena nimewasomea. Watu wangu udaku ya leo imewakujia kwa Kiswahili. Kaigena, kaigena, twendaga kuheana rugano oria ruoka. No kungigoka ni ndeto ya esi wa wiri ni ndeto tukoretwo tukirumea yakwa ihinda iraihu. Koguo we ungiona ata iwo mothe utana kuna isimu no ni uria wagi uka na njira uria na ingi no tuonane ici ingi cia baby top tondu he ndeto nyingi ciaumira thaa ici thaa ici, ndeto cia kumakania ndeto ciina magigi na itirakenia andu. Ngiambia ni ngugite uu oh, uu ni ta mwaka wa kueheria maundu maria mothe Karangu agereirio last year. His enemies nio metaga Kalma, moigaga Kalma is a beach.

kurana kindu kiria kiho na akorwo wina evidence heana uhoro, akorwo we wi blogger tuika blogger and I love all the bloggers, no matter the story that you give it doesn't matter, bloggers ni marutaga wira muritu muno, angi hota kwenjera story niguo ihote wa kumira thiini wa social media riu ta information ino ya riki thaa ici kuhitukira Mlima Digital Media thaa ici thaa ici, ni information ona ungietha nenda-ini cia ukinyaniria ti raithi guciona, tondu ni information irabatara wenjere na kwenja. Riu ta thaa ici twamukira thimu ithatu, and through these particular phones tukwaragia nacio, twahota kunengerwo ndeto kimurutio haha. ingi ona tutingiaria haha. Andu a Youtube ona haria tumoete he ndeto ingi tutakiaragia

Twereganwa kuma goko kwa mlima digital media it's digital media bye-bye.